You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe. Kisha turn on notification. Asante. Staa wa muziki wa Bongo Flava, mtu mzima Harmonize, amekuja na muonekano mpya wa hairstyle yake ambapo ameweza kunyoa e, ile bleach ambayo alikuwa ameweka kichwani na kuwa e, na kama upara fulani hivyo, amenyoa size kama ya brush, lakini inaonekana kama kuelekea kwenye upara E, ajaja na hicho tu pia ameweza kuongeza tatu katika kichwa chake, na nitakuja kukuambia hapa ni nini ambacho ameandika e, kwenye kichwa chake na amechora, e, amechora mchoro nyuma ya kichogo chake nitakuja kukuambia hapa ni nini amechora na nini ameandika katika kichwa chake, lakini nikukumbushe tu ambaye bado hauja subscribe chaneli yetu pendwa ya, B-boy, fidy, Vevo. Ni kukumbushe tu ambaye bado hauja subscribe. Please make sure na subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako, lakini bonyeza alama kengele itakayotokea ili kuweka on notification uwa kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Nikwambie tu back in, business, back in story ni kuhusiana na mtu mzima Harmonize kuchange muonekano wake wa hairstyle pamoja na kuongeza tattoo katika eh, kichwa chake mashabiki na watu wengi wameweza ku zani kwamba ni maandalizi ya e, ujio wake mpya wa albamu yake ya 31 album, ambapo aliahidi kwamba itatoka mwezi huu na itakuwa ni e, birthday yake ya kufikisha miaka 31. Ndio maana hiyo albamu yake ameweza kuita 31 album. Bwana Harmonize ameweza kuchora e, tatu katika paji lake la uso na ameeka upande wa kushoto, amechora e, alama ya mziki pamoja na e ishara ya Kopa ina amechora alama ya mziki akaweka end afu kilavu, lakini pia uchogoni, yani nyuma ya kisogo, ameweza pia kuchora crown kubwa ambayo inaonekana kwa upande wapo shingoni mpaka kuja hapa juu ya kisogo e hiyo, ni hizo ni tatu zake mpya ambazo e, kuacha ile ambayo alichora ali, ali star hapa katika alama ya shavu, ameweza pia kuongeza tatu nyingine katika kichwa chake hicho e, hii ni katika kuchange muonekano wa albamu yake mpya ya, ya Thirty One album na inaonekana itakuwa ya moto kweli kweli, na watu wengi wanaisubiria kwa hamu sana e, kuona nini atakifanya kwenye albamu hiyo. Na ameahidi kwamba e, hakuna ngoma yake yoyote ya nyuma ambayo aliitoa e, itakayorudiwa katika albamu hiyo ya Thirty One album, yani akimaanisha kwamba Thirty One album itatoka na nyimbo mpya zote, yani hakuna nyimbo ambayo itakuwa ndani ya albamu ambayo atakuwa ameshawahi kuitoa. E, basi niambie, nini mawazo yako? Niachie ujumbe mfupi hapo chini ya uwanja wa comment section, nami nitapita nayo, lakini pia nikukumbushe kulike e, pamoja na kushare habari zetu e, nikwambie tu, hapo ndani sina la ziada, push la kutosha. Ni kwake Stefano Tem, behind the camera ni Mr Butterfly. I go by the name Bboy Enjoy.